Na kare ya Kodabi. Kipindi ambapo watu wengi wanaamini tarehe inasubiriwa tu, bodi ya ligi wamewaita Yanga, taswira yako ni ipi kwenye ili kuanzia hapo. Bodi ya ligi wamefanya makosa yaani, tena ni makosa makubwa, umenelewa mm. kwa sababu sasa kila ratiba ya mechi kama watu wote watahitaji waitwe hivi ta, hii ligi itakuwa ligi ya, ya namna gani? mimi ninachofahamu marekebisho sawa eh? marekebisho ya kanuni umenelewa bwana yanatakiwa yafanywe mwanzo wa msimu au baada ya msimu kusha kuelekea msimu mpya, pale ndio mnaweza mkafanya nini, ndio mnaweza mkaitana sawa, mkatoa mka, mka mapendekezo, mkafanya mareke, mare, marekebisho na maboresho ya ligi husika kwa msimu unaofuata. Lakini sio ligi inachezwa inafikia mwisho, wewe ndio tayari saa unagomea mechi, unataka marekebisho yafanyike katika kanuni vipengele vya nini vya kanuni, katika bodi ya ligi. Hicho kitu hakiwezekani, hamna ligi ya namna hiyo duniani, hicho kitu hakuna. Mimi ninachofahamu mimi, baada ya msimu kwisha ndio mapendekezo, kama kuna mapungufu kama kuna nini, changamoto zote zitadiskasiwa, watu ndio wanakaa, mnafanya nini marekebisho ili kujiandaa na msimu mpya. Lakini sio ligi sasa hivi iko ukingoni, mechi bado tatu, alafu wewe unaenda unagomea mechi kwa sababu zako, alafu ndio unataka marekebisho ya nini marekebisho wanayoyahitaji hicho kitu hakiwezekani, kitu ni kigumu sana. Hivyo bodi ya ligi nini hasa walipaswa kufanya, kama kuwaita hivi Yanga wamehakikisha kwamba Yanga wanahoja kwenye kile kitu ambacho wanakihitaji. Unajua hata kwenye familia sawa, mfano na familia ya watoto saba tunaishi katika, katika familia manake, hii ni familia ya TFF, si umeelewa? Hmm. Hii ni familia ya TFF vilabu vya mpira sawa, baba yao ni TFF, si umeelewa? pamoja na bodi ya ligi. Sasa ukirudi kwenye ngazi ya familia Hivi Hivyo una watoto watano pamoja na mkeo na wewe mwenyewe wa saba. Tukisema kila mtoto pale umuulize anataka kula chakula cha aina gani au anahitaji sheria za aina gani pale nyumbani kwako. Hivi kutakuwa na familia kweli. Mwingine atakwambia bwana kurudi iwe saa mbili, mwingine atakwambia saa nne, mwingine saa tano, mwingine atakwambia asubuhi, mwingine kama chakula anataka ndizi, mwingine anataka chipsi, mwingine anataka wali. Hivi familia itakuwa familia, familia ya aina gani? Sijui umeelewa. Yaani ndio anachokitaka Yanga maana yake. Sawa. Timu ziko kumi na sita. Leo ukae unamsikiliza mtoto mmoja sa matakwa yake, na hawa wengine umeshamsikiliza. Yanga tayari, mechi imeahirishwa, yafuatwe ya hayo ya matakwa anayoyataka. Simba naye atakuja atataka hivyo hivyo, Prizon atakuja atataka hivyo hivyo, JKT Tanzania atataka hivyo hivyo, Singida wote wakitaka hivyo hivyo, kila mtu atakwa matakwa yake. Hivi kutakuwa na mpira? Umeelewa? Kwa hiyo kosa lilolifanya Bodi ya Ligi, wangesimamia msimamo wao. Hata kipindi kile Simba. Simba alivyosema kwamba atu atuleti timu mpaka haya yarekebishwe. Walitakiwa wawafanyie mchakato haraka yale mambo ambayo Simba walikuwa wanahitaji pale pale. Umeelewa? Hao msimamo ungebaki pale pale kwamba muda wa mechi ni ule ule, siku ni ile ile. Hapo angeangalia kama Simba angekuwa haji. So, si umeelewa? Wakaingia kwenye mtego, wakaelisha mechi. Na hii na vile vile. Waache mpaka tarehe 15 ifike. Alama mpunda kama mnyang'anyo point national hali Yanga nani? National Allies si aligomea mechi mm, na zamale dabi si dabi kama hii alafu yeah, mwisho wa wiki mechi ile iliahirishwa. Wanatakiwa wawe na msimamo wao tarehe 15 mechi mechi, hakuna haja kuitana vikao vikao vya nini? Siku zimebakia sita. Haya hivyo vitu vinne wanavyovihitaji wanahitaji, sio wajiuzuru wanahitaji siku na wajumbe pale, baadhi wa wataki wajiuzuru, wanahitaji vile vile bodi ya ligi huru. Hivi ni vitu vya kurekebisha baada ya msimu kusha. Yaani hao wanaikimbia Simba, wanaikimbia Simba. Hana yote. Wanaona kabisa timu yao nguvu ishapungua. Umeelewa? Na huyu jamaa yao ambaye ndio alikuwa anaibeba Yanga kwenye mabega yake asizikika kaondoka. Ndio Yanga kabisa ndio amekaziwa ameongeza na ngoo, hatuchezi ngoo. Umeelewa? Kwa hiyo washaona kinachoenda kutokea. Yanga anachokiogopa ni kwenda kuvuliwa ubingwa na Simba. Kama hii mechi ingekuwa haina maamuzi ya ubingwa, Yanga angecheza mechi. Lakini hii mechi Akishafungwa kafungwa, alafu kavuliwa na ubingwa, ndicho anachokikataa Yanga. Lakini swala la kusema eti bodi huru, sijui nini, siku gani, sio, sio. Huyu huyu si ndio wao, wanawapendelea wao, wanawapangia ratiba wanavyotaka wao? Sio huyu huyu si ndio kuwapangia? Si Simba, eh, mechi baada ya siku mbili, vipao vinne tumechezaje sisi? Yanga ilishawahi kucheza ratiba kama hii? Siku mbili mechi, siku mbili mechi, mbona Simba hatukulalamika? Hatukuhitaji marekebisho, sio ajiuzuru au bodi ya ligi jiuzuru. Hivi alioonewa nani kati ya sisi na wao? Simba mechi ya kwanza tumezulumiwa na Yanga. Kayoko. Kwani ilikuwa bodi ya ligi ipi? Mbona si hatukupiga kelele na Kayoko mbona hatukusikia kama kafungiwa? Tumeshangaa tu kimya hachezeshi mechi, mwisho wa siku amerudi anaendelea kuchezesha mechi. Simba mbona hatukulalamika? Si bodi ya ligi. Bodi ya ligi si ndio wamechukua ubingwa misimu mitatu mfululizo? Na pointi 15 si 10 si ngapi? Lakini hii wameona kwa sababu hii ni mbombo ngafu tofauti ni pointi moja, wameona mambo magumu, ndio wanaanza, bodi ya ligi haifai, TFF haifai, serikali haifai, kila kitu wanakiona hakifai kwa sababu wameona msimu huu kwao ni mgumu. Bodi ya ligi hii ndio iliyosababisha Yanga icheze fainali kombe la shirikisho, wameenda robo fainali kombe la klabu bingwa, wameingia makundi tena, bodi ya ligi hii. Leo bodi ya ligi haifai kwa sababu wameisha makundi na ligi tayari ishakuwa ngumu kwao, tofauti ni pointi moja, na dabi inatakiwa iamue nani awe bingwa. Ndicho wanachokikataa Yanga. Kwa hiyo leo bodi ya ligi imegeuka mbaya. Simba, na miaka mitatu tumevumilia, tumevumilia miaka mitatu. Umemsikia Simba ameongea kwamba bodi ya ligi haifai? Kiepo kwa haifai karia Yanga wasu alimvalisha mpaka jezi karia msimu wa mwaka jana robo fainali. Karia amevaa jezi mguu wote amevaa jezi, leo amekuwaje? Tena wale pale wawafai na sisi tunajua bodi ya ligi iko vizuri, TFF iko vizuri. That's why mpaka sasa hivi timu ya taifa iko South Africa. Tumetoa saa leo mechi ya kirafiki na South Africa. Ina maana tuna timu iliyokuwa bora, tena timu ambayo haina wachezaji wakubwa. Ina wachezaji wa kawaida tu. Lakini timu sasa hivi inacheza kwa ushindani. Tumecheza Afcon ni misimu miwili na huu wa tatu tunaenda kucheza. Na tunaenda Afcon kupitia bodi ya ligi hii na TFF hii. Leo unasema eti TFF haifai bodi ya ligi haifai, kwa sababu wewe unaelekea kuukosa ubingwa, unataka kuvuliwa ubingwa, hicho kitu akiwezekani na sisi kama bodi ya ligi. Watajifanya wata, wata, wata, waelishe mechi tarehe kumi na tano Simba, na sisi hatuendi. Watatusikiliza na sisi. Tunataka nini? Sisi ndio wabaya, tukienda kasi kuliko timu yoyote ndio nilikuwa nakuja hapo hapo GB, kwenye hili swala. Kwa maelezo ya CEO wa bodi ya ligi, ni kama inaonekana hii mechi inaweza isiwepo kwa sababu bado tiketi hazijaanza kuuzwa. Leo tarehe tisa eh, mwafaka wa uuzaji wa tiketi bado haujajulikana na mwenyeji ni Young Africans. Eh, mechi kama itaondolewa tarehe kumi na tano na kusogezwa mbele zaidi kama pale matakwa ya Young Africans yatakuwa yamefikiwa, Simba msimamo wenu kwenye hili ni upi? Kwanza swala la tiketi, tiketi zishauzwa, zilishauzwa si umeelewa? hatukubali kudhulumiwa tena. Zili tiketi zilishauzwa. Sawa eh, mechi imeahirishwa masaa manne kabla ya mechi, mechi zimeahirishwa si saa saba? mm. mechi ilikuwa saa kumi na moja ilikuwa, ilikuwa saa moja usiku, saa kumi na moja. Saa kumi na moja. Mm. Sasa wewe unasemaje tiketi hazijaanza kuuzwa? Tiketi zishauzwa na tiketi zilibakia kidogo kuisha. Kwa tiketi zetu tunazo, mimi ninayo ya kwangu hapo. Hiya. Tuonyeshe jibu. Tiketi yangu ya dabi ninayo, VIP B. VIP B. Mm. Hiya hapo tiketi yangu mimi ninayo mpaka leo hii. Unaelewa? Mm. Yaani ikadi unayoiona na tiketi mbili, na tiketi ya mechi ya Simba na nani? Simba na Berkane finali mm, na ina tiketi vya Yanga. Humu kuna 50. Imekaa tu haina kazi yoyote. Umeelewa? Mm. Kwa hiyo mimi, swala kusema kwamba eti tiketi hazijauzwa, hakuna tiketi, labda watoe ufafanuzi tu kwamba tunafanyaje, lakini tiketi hela zetu wanazo wao. Yanga ndo mwenyeji na Yanga ndo anazo hizi pesa.